Kwayo na mtangaza kwenu no guberwaa kuchukua ndiye mishinde wa nafasi ya mwakilishi ma fbc mwakilishi wa taasisi na uongozi, idadi ya kura zilizopigwa ni mia moja sitini. Hakuna kura iliyoharibika na matokeo ugombewa wawili na matokeo <laughs> ya mwalimu Ignatius amepata kura sitini tisa na Agnes Ngomonia amepata kura tisini na moja. Hivyo natangaza en Agnes Ngomonia ndiye mshindi wa nafasi ya manduishi taasisi na mojozi.

amepata kura kumi na moja. Bartatari Josef amepata kura kumi na tisa. Iusi Bahati amepata kura ishirini na moja. Mkurikie Robert amepata kura ishirini. Rosemary amepata kura 23. Beata amepata kura 24. Maria Sibi Andrew amepata kura 41. Hivyo nawatangazia kwenu Maria Sibi Andrew kuwa ndiyo mshindi na ndiye mwandishi wadimi aa.

amepata kura 22. Kabika Alfons amepata kura 24. a nn so, Charles amepata kura 28 na Clement Joseph amepata kura 48. Washindi hapa ni wawili waiowa wakrisa sekondari na, <laughs> <laughs> wa wa -wa na watangaza kwenu kuwa ni Clement Joseph pamoja na solo mchales <laughs> nafasi ya mwenyekiti wa wilaya, idadi ya kura zilizopigwa ni mia moja sitini na moja. Hakuna kura iliyoharibika. Wagombea walikuwa wawili na matokeo ni kama ifuatavyo: Mpanju Ombeni amepata kura sitini na saba.